Mtazamaji, ligi ya mpira wa vikapu barani Afrika msimu huu BAL inakaribia kufika kingoni weekend hii hapa Pretoria, Afrika Kusini, na jana tumeshuhudia mechi mbili za kata na shoka za nusu fainali. Al Ahli Tripoli ya nchini Libya ikizidi maarifa APR ya Rwanda alama 84 kwa 71, licha ya kuongoza katika robo mbili. APR ilizidi maarifa katika robo ya mwisho ya mchezo huo, mchezaji Obadia Noel ambaye alifunga alama 13, assist mbili na rebound moja, akisema APR imepiga hatua za kimataifa.

Katika nusu fainali ya pili, Petro de Luanda ya Angola ndiyo timu pekee kufika fainali hii ya BAL mara tatu katika miaka mitano, katika historia ya BAL, na walifanya hivyo baada ya kuifunga Al Ittihad Alexandria Misri alama 96 kwa 74, kwa kualemea katika robo zote 4, ikiwa na jumla ya rebounds 45, assists 23, steals 10 na turnovers 15. Mchezaji Samkelo Sele akiwa Mwafrika Kusini wa kwanza kufika fainali ya BAL tayari analenga fainali hiyo.

Ijumaa jioni.